Mimi kwa jina naitwa Bibi Khadija Pandu Makame kutoka Shehia ya Tumbatu Mtakuja kwenye kijiji cha Tumbatu Gomani. Leo hii niko uwanjani kwa, kwa lengo la ajili ya kumpokea rais wetu wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Karibu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunakukaribisha hapa Tumbatu na tutakusikiliza mazungumzo yako ambayo utakayotuambia katika utawala wa Dokta Hussein Ali Mwinyi. Toka kutawala, tumeona maendeleo ya mwanzo, kuleta skuli, kujenga skuli na hospitali, inaendelea bado haijafunguliwa tu, lakini inaendelea. Mi namwahidi kumpa kura ya ndio katika uchaguzi wake. Ashinde ushindi wa kishindo cha aina yake. Dokta Mwenyi mitano tena na tena. Oktoba tunatiki.